Asante sana. Na wakati umefika, hapo umetuambia ulikuwa kwa safari Dar es Salaam, na tumesikia katika vyombo vya habari kwamba kuna mtumishi wa Mungu ambaye ni Padri kitima kavamiwa. Wito wako wewe kwa ajili ya watumishi wa Mungu hawa wanaovamiwa, wito wako kwa serikali ni nini? Mimi nadhani uh, suluhisho ni mashauri. Niliwahi kusema katika sikukuu za Pasaka. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, kwa wingi wa mashauri nchi inajengwa. Kwa hiyo panahitaji mashauriano ya kina ya kuondoa changamoto ndogo ndogo zilizopo, uh, kama sehemu ya kujenga nchi. Siamini sana katika vurugu, siamini sana katika mwagaji damu. E, ni mtu, maisha ya mtu yana uthamani. Lakini sasa na, na, naona kama tunaelekea pabaya, maana kama sasa mpaka viongozi wa dini wanaanza kuvamiwa na kupigwa tena kwenye eneo la kanisa, sio ishara nzuri kabisa, sio ishara nzuri hii. Na ninakemea jambo hilo, ninalaani jambo hilo, si jambo jema, ni jambo baya, ni jambo la uovu kwa wale waliofanya vile huko ni kupanda mbegu ya chuki, mbegu ya kuharibu taifa, mbegu ya migawanyiko, mbegu ya uchochezi. Aa, kwa hiyo rai yangu nadhani panahitaji umoja wa kitaifa wa kuangalia changamoto zinazokabili taifa sasa.